Hamna kitu kama hicho. Kwa safari hii mna wakazia. Yaani sio wanasema wataka nini ile wamesema wenyewe? Wanawapiga kichwani. Kichwani? Wanawapiga kichwani. Kichwani. <laughs> Ha, si kazi vichwa tumewaletea. Kazi wana sio wataka vichwa. Wanawaletea. Vichwa sio wametaka. Una wanasema unapiga kichwani na sisi tumewaletea vichwa. Wanawapiga kichwani upo, afu tuone. Wanasema Yanga kuwa na kombe uwanjani, hawafanyi utani. Yaani wao wanacheza mtukazi. Ah. Hamna kitu kama hicho. Yaani, lile kombe safari tunaanza na kwanza na hili hapa hili sawa, eh Ngao Jamii. Tukitoka hapo, tunakuja kupambania kwanza tukipiga Tukit... Tukit... hapo tukianza hapa kwanza, kabla ya ligi tunaondoka anaenda kimataifa, eh sisi hao tunapanda pipa kimataifa. Tuki... tukitoka huko sasa ndo tunakuja kwenye ili. ligi ehe, afu kwenye ligi ndo tunaanza tunaanza sasa season 2 baya ubwela tulipoachia, tuna tulipomalizia ndo tunaanzia sasa Eh. Mnawakosa baadhi ya wa wachezaji wenu leo Soa, lakini pia Kante, Bajaber, Hamhofi. Ah, hatuwezi kuwafia kwa sababu wamesajia wachezaji wengi kwa ajili wa ya Simba sawa, kwa anayetoka s anayeingia a anayeingia kama anayetoka yaani, tuna kikosi bora sana safari hii kazi wanao. Mimi nakwambia dada yangu, taona. Leo, yaani leo mnamna mna mbili tu sio nyingi, siyo nyingi. Eh, mbili tu. Mnalipa kisasi. Eh, mbili tu zinatosha. Wapi babu? Ikiwa wapi? Majina tu hayo mimi nakwambia majina tu, majina tu Paris, Julia, mna. Wale. Ah, sawa. Ila akakome, alikuwa mtamu sana sawe pindi aucho upokati pale, mimi mtu wa mpira bwana aucho upokati pale anazunguka ause dokta aucho msimu kisha unakuta nani mdasilia basi ana goli zake saba.